Kwa katiba hii. Kwa katiba hii mkutano mkuu ukisema twende hivi, ni chombo gani kingine kinachoweza kubisha? Ni kipi kingine waheshimiwa? Kwa hiyo kwa, kwa ni msimamo chombo cha juu kabisa cha mamlaka kwenye chama chetu la nne. Naombeni mniambie, waheshimiwa wajumbe, kama huu msimamo sio msimamo sahihi kwa mazingira yote haya, kwa haya yote haya mnayoyafahamu, nani anayesema huu sio msimamo sahihi? Huu ni msimamo sahihi wa chama, ni msimamo sahihi wa chama. Na mimi waheshimiwa wajumbe, na mimi nataka niende kwenye, nichaguliwe ni, ni, ni kwenye kacheo fulani nchi hii, sawa sawa, nataka na mimi nichaguliwe kwenye kacheo fulani nchi hii na nyiye mnataka mchaguliwe kwenye kacheo fulani nchi hii, wote tunataka tuchaguliwe. Kwa hali ilivyo, hilo linawezekana? Kama haliwezekani, tufanyeje? Tufanyeje? Mkutano mkuu wetu umesema no reform, No election. Sasa eh, kwenye petition tumeambiwa hivi: huu msimamo unaenda kuua chama, unaenda kuua chama, hatutakuwa na hatutakuwa na wabunge, hatutakuwa na wabunge wa majimbo. Kwani tunao sasa hivi? hatutakuwa na wabunge wa viti maalum, tunao sasa hivi? Hatutakuwa na wabunge wa madiwani, tunao sasa hivi? Hatutakuwa na rais, tunaye sasa hivi? Mbona hatujafa? Mbona hatujafa? Wamesema kitu kimoja, kitu sahihi wamesema kitu kimoja sahihi hapa. Wanasema hivi, msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli, ni kweli, kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hiyo ndio namna ya kupata mabadiliko namna ya kupata. Mandela had to go through 27 years of prison ili kupata mabadiliko Afrika ya Kusini. Kwa hiyo, kwa hiyo tunaenda kukinukisha walio tayari tutakwenda nao walio tutaenda na walio tayari, hakuna mtu atawekea bunduki hapo. Walio tayari tutaenda nao. Wanaofikiria kwamba sisihemu watakuwa walokole wamebadilika na nini, tutawatakia kila laheri. Sisi sio watu sio wenye roho mbaya, lakini kama unataka kuwa mbunge seriously Twende twende, tukapigania mabadiliko. Tukipigania mabadiliko, ndugu zangu, kitu gani kitakachoharibika? Kitu gani ambacho nchi itapotea? Sana sana sana sana, huu uchaguzi tutavuruga, na tutavuruga huu uchaguzi. Kwa kama ulikuwa unafikiria kuwa mbunge Oktoba au Novemba, Sahau. Hiyo ni kweli, hiyo ni kweli. Na mimi nilikuwa nafikiria uraisi, nami nilikuwa nafikiria uraisi, nimtiania, nimesahau. Au kama ulikuwa unafikiria udiwani Novemba, sahau, kwa sababu tunaenda kukinukisha vibaya sana Yeah. Tukikinukisha vile tukikinukisha vile eh, tutaumia. Ni kweli ni kweli, lakini mimi na imani tutashinda, yeah. Unajua kwa nini? Unajua kwa nini? yeah. Tukikinukisha seriously, watafanya nini? Watatuua? uh-huh. wanaweza Uh, watatukua. Kwa hiyo mimi nimekinukisha, nakamatwa. Nakamatwa napelekwa wapi? Naenda kushitakiwa kwa uhaini, kwa kuamsha maasi eh? Actually, actually, hakuna katika katika siasa za ukombozi, sizungumzi siasa za udalali. Kwenye siasa za ukombozi Uki, siasa za udalali sio za ukombozi Kwenye, kwenye, siasa, kwenye siasa za ukombozi, ukombozi kukamatwa na kushtakiwa mahakamani ni kuvikwa taji la dhahabu ngoja, okay? Nieleze ni, ni hivi Julius Nyerere na, na, mara nyingi hatufahamu historia yetu, nani alikuwa Mtanganyika wa kwanza kupatikana na hatia ya kosa linaloitwa uchochezi? Julius Nyerere, hiyo kesi ya Julius Nyerere ya mwaka 58 yeye na mhariri wa tano anaitwa Robert Makange wa gazeti la tano na mhariri wa gazeti la Mwafrika anaitwa Rashid Bardella, alikuja kuwa mbunge. Hiyo ilikuwa kesi iliyo ilimpaisha Nyerere beyond measure. Kesi ya Julius Nyerere patikana na hatia ya uchochezi, kaambiwa afungwe miezi sita au aende jela ende jela miezi sita u walipe shilingi mia tatu mia tatu hamsini na nane hazikuwa haziku sawa na ukifikiria nani mwingine wa anayetuzunguka wa nchi zetu ambaye hakuenda ge, gerezani? Kaunda alienda gerezani, Mugabe alienda gerezani na Nujoma alienda gerezani, Kenyatta alienda gerezani nyaka tisa alipotoka gerezani straight Lancaster House kwenda kujadiliana uhuru. Nyie mnasema hivi ni uhaini, uasi. Kwa hiyo tuta, tutafungwa. Si, si uasi. That is the way to freedom. Tutachelewa kidogo, tutachelewa kama hamu ni ubunge tutachelewa kidogo lakini tutapata mageuzi yatakayo tupeleka wengi zaidi bungeni watu wanataka t tukapate asilimia tano tukapate asilimia tano na wabunge labda saba, alafu tuanze kupigana nini vikumbo juu ya he, nani aende kwenye viti maalum. nataka tupate kura nyingi zaidi na tuna uwezo wa kupata kura nyingi zaidi ili wote mnaotaka viti maalum mpate nafasi ya kuwa viti maalum. Mtapata viti maalum kukiwa na mabadiliko, sio hii habari ya nini hii, na tutakuwa na wabunge wa majimbo wengi zaidi na tutakuwa na rais actual. Kwa hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo ni njia ngumu, ni kweli. Hakuna chama kimeweza kuzungumza lugha hii ever katika nchi hii, ni sisi tunaizungumza. kwa hiyo, kwa hiyo. Asante asante, kwa hiyo asante waheshimiwa, tujiandae, tutashinda. Eh, msiogope, msiogope, mara ngapi imeandikwa kwenye Biblia msiogope, msiogope, msiogope. Kwa hiyo ndugu zangu, ya kwangu ni haya, nimetoka kwenye ziara ya Kanda ya Nyasa na kesho, kesho tunaenda kusini, Mheshimiwa Mayala kesho tuko kwako. Sasa huko nyanda za za kanda ya Nyasa tulikotoka nimemwona mwenyekiti wako, wako, wako, wako hapa, watu wa Nyasa, watu wa Nyasa, msimameni simameni. Wao hawa hawa petitioners wanasema hivi, hicho chama nilichokiona Nyasa kitakufa tusipoenda kwenye nini, kwenye uchaguzi. Hawa ni watu ambao wamesahau wamesahau kufanya siasa za wananchi wetu, wananchi wa Nyasa ambao mimi nimekuwa nao siku, siku nane wako military, hujawahi kuona hao ndio kama, hao ndio kama Watanzania wanachama wetu ndio hao niliowaona Nyasa, na mimi nafikiri na wako hivyo kila mahali. Then tukapambane tupata mabadiliko kabisa, tukapambane tupata mabadiliko tuka, watu wetu wanahitaji kuandaliwa, wanahitaji kuambiwa, wanahitaji kuongozwa lakini unahitaji kuongozwa na viongozi jasiri. Tusiende tusiende na hii unagusa unarudi unagusa unarudi una... hiyo sio namna ya kwenda sawa sawa. Kwa ndugu zangu ya kwangu ni hayo. Niwashukuruni sana watu wa Nyasa sana sana, na hayo hayajashuka haya haya kutoka mbinguni kama maana ni watu wa Nyasa mefanya kazi na kanda zingine, naamini na, na, na mefanya kazi. Tusiambiwe chama kita hiki, chama hakifi hiki chama kinahitaji viongozi thabiti. Twendeni tukawe viongozi thabiti, na washukuruni sana.